Siku ya Alhamisi Kuu ni siku ya kwanza kati ya siku kuu tatu za kuadhimisha fumbo la ukuvu wetu wa Pasaka, mateso, kifo na ufufuko wa bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo, katika siku ya Alhamisi Kuu, mama Kanisa anaadhimisha mafumbo makuu matatu: moja, kuwekwa kwa sakramenti ya Ekaristi takatifu ambacho ni chakula chetu cha kiroho. Tukio hili la Yesu kumega mkate pamoja na wanafunzi wake ni ishara ya umoja na mshikamano kwa njia ya damu na mwili wake. Pili, kuwekwa kwa sakramenti ya daraja takatifu la upadri. Siku hii pia ni siku ya kuombea mapadri. Na tatu ni kuwekwa kwa amri kuu ya mapendo Aliyoidhihirisha Yesu kwa kuwaosha wafuasi wake miguu. Hii ilikuwa ni ishara ya kutumikia na sio kutumikiwa. Yesu alifanya hivi kutufundisha umuhimu wa kuwa wanyenyekevu. Yesu alisema, "Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi pendaneni vivyo hivyo." Mambo haya matatu ndiyo kiini cha maadhimisho ya fumbo kuu la Pasaka linaloanza kwa adhimisho la karamu ya mwisho siku ya Alhamisi Kuu. Tuombe. E Mungu, tunaadhimisha karamu takatifu ya mwanao wa pekee, yeye alilikabidhi kanisa kwa siku zote sadaka mpya na karamu ya upendo wake Tunakuomba utujalie tujipatie wingi wa mapendo na uzima katika fumbo hili kubwa. Amina.